Yes, huko unasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Ni saa kumi na mbili, saa za Afrika ya Kati, saa moja majira ya Afrika ya Mashariki. E, bila kusahau kwamba kwenye uwanja wa mapigano bado hali iko nazidi kuwa e, ya kipekee, huku wananchi wakiombwa kutulia. Wananchi watulie, na waache papara, waache kuogopa kwamba oh, hivi wamefunga mizigo ameenda. Hakuna kitu ambacho kitatokea, kila kitu kiko under control. FARDC na Wazalendo wanaendelea kudhibiti na wanaendelea kufanya kazi kubwa e, eh, kama jinsi ninavyokuwa nawaambia kila siku uh, adui hawezi na hata subutu kuvunja uh, ukuta wa Kamanyola, hilo haiwezekani. Ha, badala yake ni sisi ndio tunaenda kumuondoa pale na kumrudisha Rwanda. Na kwa hiyo watu, acheni kuvuka Burundi hivi uh, yeye si jumla wa nini? Wewe unafikiri ukiingia Burundi pale na Uvira inaanguka? Uh, Burundi uko na amani? Hauna amani Burundi. Hakuna mane hata kidogo juu Uvile kianguka Boriti nayo e, pia inaanguka. Uvile kianguka, Manyema inaanguka, Kalemi inaanguka na Lugumbashi pia inanguka, kwa sababu kule kote hakuna wenye wanaweza kutetea taifa. Usielewe. Kwa hiyo sisi wote tubakie hapa, twende kwenye uwanja wa vita, ule wenye iko na likuni yake, mwenye iko na makala yake, mwenye iko na na sabuni, mwenye iko na maji, unga, likayabu, dagaa kusanya zote hizo tupelekee vijana wetu ambao wa wako wanapigana kule kwa ajili ya kumtoa adui. Hiyo ndio jambo la kufanya. Kukimbia inakuwa haina maana. Hebu tusikize wananchi wana mitazamo gani? Yes, uh, tumefanya kuonyesha kwamba hapa ambako mko mnatizama ni maeneo ya pleni ya Ruzizi na hivi ni vijiji ambavyo vinapatikana uh, kwa pleni ya Ruzizi. Licha ya watu kuanza kuleta maneno, nimesoma komenti za watu wengine wanasema kwamba uh, Luvungi sijui Luvungi imeingia mikono ya 23. Hapa ni Sangi, hapa ni Sangi, hapa tuko tunaenda Luvungi. So tulifika Luvungi kwenyewe pale, tumefanya mambo mengi sana lakini nimeona ni muhimu sana kama nitakuonyesha hivi barabara jinsi ilivyokuwa watu wanaendeleza na shughuli zao. Uh, maduka yanafunguliwa wakulima wanakwenda kulima, wafanya biashara wanafanya biashara, wanafunzi wanasoma, isipokuwa tu maeneo ya Luvungi ndiko watoto wasome, lakini uh, kuanzia Bwegera kuja sehemu zingine zote shughuli zinaendelea. Unaona hiyo hapo ni kanisa ya Katoliki ya Sange, wale watoto wa Sange wanapajua. Unaona maduka yote yako wazi. E, yaani kidogo kwamba kifupi, kila kitu hapa kiko vizuri kabisa. Kikubwa ni kuendelea kwa pamoja na sisi, kwa sababu taarifa zote ya kila ambacho ki kinaendelea huku nitakuwa niko nakuletea moja kwa moja kutoka maeneo ya Katogota. Nilikuwa niko Katogota kwenyewe pale, licha atukuingia ndani lakini e, Katogota iko mikononi salama, Luvungi mikono salama E, kama pia kwa mikononi salama. Mengi utayajua hapa hapa wakati nitaona tu ndani ya Katogota pafu na kuletea mama ambayo yako ya maeneo ya Katogota, hiyo tepa ni sange, unaona. Kwa hiyo huku mambo yako sawa kabisa, sange haijaanguka, nuvungi haijaanguka, Katogota tumeikomboa, Kamanyola tumeikomboa, mambo yote yanaenda vizuri. Hii ni baraka wa TV ambayo unasikiliza, na ni mimi ni hapa ni ndugu yako ndugu yako the one in only town DJ Pemba Garama, ambaye anakuwa anakurushia haya matangazo moja kwa moja kutoka DRC. Hii ndio kazi ambayo iko inaendelea mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kikubwa ni kushare, kusubscribe pamoja na kulike Baraka1 TV. Pia niupe nafasi ya kuweza kuwasikiliza wananchi wana mitazamo gani. Pia niliweza kuanzisha operation yetu leo, ndo tulianza na tumefungulia hapa maeneo ya Bwegera ambako tukutanana na kambi ya wazawaza waza, na hivyo uh, wakawa ni wa kwanza kabisa kuhusika ndani ya operation saidia uh, muzalendo ambayo tumefanya leo imekuwa iko ni kubwa sana na uh, yote utayashuhudia kupitia Baraka 1 TV. So nia nafasi hii ya kuungana pamoja na B1 TV. Baraka 1 TV nafikiri tena operation saidia muzalendo. Kwa nini tunafanya hivi? Sababu ni wakati muhimu ambapo wazalendo wanahitaji support ya kila mpungumani. Kila tungane wote kwa pamoja, mwenye iko na katoto ya maji, mwenye iko na muogo, mwenye iko na kigozi ya, ya unga. Tungane wote tutoke mauvira, wanapigana Katogota mawapi twende mpleni na hapa niko na makamanda.

Tunashukuru kwa matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Mungu ash, ashukuriwe. Tarehe tatu tumezifika ndani ya asubuhi, mwanga wetu wa asubuhi tumeuona. Mungu wa mbinguni abarikiwe sana. Nina imani ya kwamba muko wazima, pamoja na mama na wandugu zetu wote ambao wanakaa katika mji wa Uvira. Tunashukuru sana tunashukuru kwa matangazo ya kuhimizana kwa ajili ya wazalendo kabisa. Tunashukuru sana kabisa, tunashukuru sana kazi ambayo amefanya Katogota. Tunakosa masemi ya kusema kwa ajili yao. Mungu awape nguvu, Mungu awape kushinda, Mungu atembee pamoja nao kwenye milima, kwenye mabonde kwenye mito. Aa, Mungu asikubali hata mmoja wapo kuendelea kuanguka wala kupata majeraha, wapigane kama vile Israeli walipigana vita na wakavishinda. Mungu awapitie mbele njia zao, Mungu azifanikishe kila kitu. Aa, Mungu atembee na makamanda wote ambao wanajipanga kwenye vita. Mungu awape FARDC uchungu wa inchi kuona jinsi watu wanakufa ya usiku na mchana. Mungu awape wa uchungu wa vita, asikubali tena ujanja kuonekana katikati yao. Mungu amsaidie kiongozi Kivira atambue ya kwamba ukavu njo kwenye alizaliwa, nasikia uchungu wa inchi, akubali kuamua inchi iwe na amani. Sifa za mwanajeshi ni wakati anaamua kupambana vita. Naye Mungu amupe ile neema kama vile alivyomupa Mamadu, neema ya kupigana vita ya Goma na kushinda mventua hii. Njo vita vya mwisho achukue sifa za, za Mamadu katika nchi hii. Mungu amsaidie amutie nguvu e, pia Mungu amsaidie Abubakar ambaye iko Kabare, wahamasishe watoto na wapambane vita, na Mungu atakuwa pamoja nao. Tunauhakika wale makamanda ambao wako huko Kaziba, nao Mungu awatie nguvu, Mungu awatie uwezo wa kupambana vita huko eh, washuke wa kabisa, tusikie walungu nayo iko mikono yetu, tusikie, tusikie nyangezi imekuwa mikono yetu. Mchana huu wa leo tunawatakia mbingu za Bwana kuwa pamoja nao. Mungu asaidie ngoma nzito huko kwenye milima ya Minembwe, tusikie amesafisha Minembwe yote mzima, tusikie Minembwe yote imekuwa mikono ya FARDC. Hii njo tunataka, tusisikie tena m, aseme wako fasi fulani, musafishe musafishe kabisa, kama kule Minembwe kutabakia mutusi abakie iko chini ya mamlaka ya, ya guvernema yetu ya Congo, na bale batu babatoshe pale Minembwe, babapeleke fasi ingine, bale batu babahamishe ile milima. Bafulero barudie kule, baende bachunge milima yao, warudie kule. Congo iko kubwa, babapatie fasi ifasi kila Mtusi mwenyiko Mkongo bamupatie fasi ya kuishi, basibapatie fasi moja tena, baikale ba fasi moja hapana. Ile habari itoke, itoke sababu wakati wanaikala pamoja njo banaunda njama za kuharibisha inchi yetu. Kama batabakia Mkongo hatubakatale, ni batu kama sisi, lakini basiikalishe tena Mtusi aikale fasi moja, Batusi tatu ine tano hapana hata na Ijwi vaingie, Ijwi vaingie, Ijwi noro, Ijwi sid, Vatusi vote venye vako Ijwi babahamishe, vabahamishe, ba vatie Vakongomani ba vengine, Vamushi vaingie, Varega vaingie, Vabembe ba, ba vaingie kwenye kisanga cha Ijwi. Ijwi sivakiane na Vahavu tubo peke, hapana, hapana batu wakikuwa banaoweana banakuwaka habaachane ata siku moja, bachange ijwi yote batie bahavu, babembe batie bamushi batie barega batie batembo batie kila kabila ya Kongo na bakinwa baingie ijwi, basiache ikisanga ya ijwi presque san, san kilometre kare, baiache iko vide kusudi baadui ba, bakuwa wanapitia pale Rwanda haikuwake na, na bahari Rwanda visanga vyote vyenye viko ndani ya bahari ni visanga ya Kongo inchi ya i, i i, ziwa Kivu ni, ni ziwa Kivu ya Kongo, haiko ziwa Rwanda, haiko ziwa Uganda, haiko ziwa Burundi, hapana, bajue kama ile ziwa ni yetu. Ile mabato zenye banatiaka za kuiba gaze yetu ya Kongo inafa zitoke mwa ile bahari, inafa zitoke ndani balisha tuuwia batu ba mingi bavuvi ba ya Kongo wanapoenda kuvua samaki za kulisha ba, ba, batu ya Kongo banauawa ndani ya maji sababu ya nini? Balisha kaacha ile ziwa ibakie vile vile ibakie ya Rwanda, mpaka kwenye Kagame nafikishia bato ya, ku, ya kukamata gaze m, m, kubahari kituku kituku ya Goma gituku ile bato yabo ya, ya kuiba ya ile gazi yetu iko pala mazara ugani mpaka kiasi ikibayama antu kainafa, muhakikishe Rwanda kubali kama Kongo kuna kuwaka jeshi hii. Njo muda tusikie magharibi kama i, nani Kamanyola lisha kamatiwa Nyangezi lisha ku atake tusikie kama banaanza kufunga mikeka banatoka mu Bukavu ile pale pale kabisa siye tuko kumagoti, papa Rajabu tuko kumagoti, tuko kumagoti, hatutatoka kumagoti mpaka tusikie mambo mengine yenye imekuwa imebadilika. Hilo njoo tunaomba kabisa, Mungu awatie nguvu ndugu yangu, Mungu awatie nguvu, Mungu awatie nguvu. Tulilalamikia papa ya Gutumba, tulilalamikia kina kinamaeshe, tulilalamikia bote vagenerale, tulilalamikia si kwa kuwadharau, tuliona kabisa wamesinzia, lakini hivi wanalamuka, wasilale tena kabisa ile. Ila ahadi ya Kutumba lisemaka aseme munipatie ruhusa nipambane vita, aenda aitimize tu, akuwe Daudi wa Kongo mbele ya Goliate, akuwe Daudi, Mungu amtie nguvu, akuwe Daudi, historia ibakie ya kwamba mwenye Rwanda hawezi lamuka tena kwenda kuchokoza Asante, nakushukuru ee Mwenyezi Mungu kwa kazi ambayo umetutendea, uliyetetea wana wa Israeli kutoka katika utumwa wa Misri. Pia umetutetea kutoka katika utumwa wa Nyarwanda na Waganda na wote wanaojiunga wa nao. Ninakushukuru Mungu Baba, muumba wa mbingu na nchi. Asante, asante, asante, asante, na uendelee kutufuta machozi Baba. Wewe ni Mungu mwenye rehema. Ninakushukuru mara tena kwa neema yako ambayo umeonyesha kwa ajili ya nchi ya Kongo. Umetutetea taifa la Kongo, umetutetea. Wewe ndiwe Mungu unayestahili kuabudiwa. Wewe ndiwe Mungu muumba wa mbingu na nchi. Wewe ndio uliyetupa Kongo yetu asante baba, kwa kututetea na tunajua na ninaamini utaendelea kututetea katika jina la Yesu Kristo. Rajabu, nimeona tu nishukuru kwa dakika mbili tu kwa yale ambayo Mungu ametutendea kwa wa wanajeshi wetu. Mungu amewatia nguvu, amewapa hiyo miji yote ambayo wamekomboa. Basi mimi nimeshukuru sana na nimefurahi sana. Kumbuka, ni jana nilikuambia papa Rajabu, Mungu ako pamoja nasi. Wanyarwanda hawatatutenda chochote, na wote wanaojiunga nao hakika watahayarika na watafedheeka. Huyu ndiye Mungu anayetupenda na sisi tusimame tu na maombi alafu pia kumbuka hawa wa mama, e, mama kuna kitu anahasilia katika ulimwengu ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kimwili, kuna kitu mama na hasilia e. Hao mama wakati wametoa e, kitu kupatia wazalendo, kusapoti wazalendo, wamefanya kazi kubwa, Mungu awabariki. nakumbuka hawa mama ndio waliotuzaa. Hata hao wanyarwanda wanatusumbua, walizaliwa na wamama, na mama sipo nyonyesha mtoto, mtoto hakui hiyo ni maziwa tume, tumetumia kupitia hao wa mama. Hiyo hiyo kiazi ambayo wametoa hiyo ni maziwa, na sasa maziwa ndio inafanya mtu akue. Kwa hivyo Kongo ishakombolewa. Basi mimi sina mengi ya kushukuru wala ya kuongea, ni hayo tu. Mungu atubariki sote, wakongomani mahali popote tulipo. Habari, habari ya ndugu yangu Rajabu. Namshukuru Mungu asubuhi ya leo tumeamka salamu salimini. E, nasema ni asante kwa Mungu Baba wa mbinguni kwa kuturudishia Kongo yetu na kutufunulia kwamba hii Desemba vita inaenda kuisha, Wanyarwanda wapende wasipende, Mungu iko pamoja nasi nafurahishwa na ule mzetu ule ambaye ameongea mzuri pale akiwa pale Kampala, kamba sisi wakongomani tunatembea na Biblia. Wacha watembee wakifikiria vile watanyanganya wengine, kile kilio chako, lakini Mungu wa Biblia hatakubali. Na kweli maandiko inasema, Rajabu, amevuka mipaka mwenzake amelaaniwa. Wazalendo, unaona kitu wazalendo wanafanya jara siku kusonga mbele ni Mungu na jabu, tusidanganyane, ni Mungu atakumaliza. Nafurahisha sana na vile wazalendo na FARDC wanaendelea. Mungu awabariki sana na tuendelee hivyo. E, wale wanajifanya wakongomani wa matangazo mabaya, kifikireti watagawa kongomani hii. Si wakati ya kutugawa hii, si ni wakati kukaa pamoja. Vile vile FARDC na wazalendo wanakaa pamoja kwa frontline, hata sisi population tu wa moja hivyo, tusimame na Mungu tukiomba. E, tusimame na Mungu leko na kitu kupeana kwa wazalendo, wapatie uliko na maji, apatie uliko na jua, kuomba kama sisi tuko pande waombaji, tunajua kukaa piga magoti, tunasi Mungu hiyo nchi inchi isichukule si na vikono vibaya hmm. Tunamsi Mungu, tunaombe wazalendo watembee na malaika y mkuu ambe anaitwa Mikaeli. Ni Bibilia inasema anaitwa jeshi anaitwa Mikaeli mkuba ya jeshi, ye ni mkuu wa jeshi la Mwenyezi Mungu. Mikaeli atembee na nawazalendo kwa jina la Yesu, ndio nd awongoze akae mbele ao Jemedari mkuu di wa jeshi la Mwenyezi Mungu Biblia inasema hivyo, jemedari mkuu wa jeshi la Mwenyezi Mungu. Atembee na wazalendo kwa Fortline, na warundi wote, jeshi yote ya Burundi wote wale wanasimama na Fortline, Mungu Mikaeli atembee na wao, nawao ndio asimame mbele yao. Oh, jambo jambo tena, Papa Rajabu, tunashukuru Mungu bwana kwa matangazo ya dozer. E, tunashukuru kabisa unaja hatu moyo wa shukrani kila wakati eh, tuna ankuraje bazalendo. Mungu aendelee kubatia nguvu, baendelee kabisa, basisimamie tena kwenye baamefika ba pano, baendelee. Mungu abatie nguvu, na sisi tuko kwa maombi tu, tutawaombea. Mungu awawezeshe, awape kibali, washikilie Bukavu kabisa, na wasiishie Bukavu, waendelee mpaka Nuru Kivu na wazo lifata ujumbe wangu ya asubuhi eh, bado haijapita lakini itapita tu jumi. Najua wewe ni lider wetu kabisa eh, najua ya kwamba tuna matatizo sisi, wa Kongomani tunapenda kasifa eh, ninasema hilo kwa ajili ya huyu kijana ambaye anasema aseme generale kamama njwali alipigana sijue nini. Sisi Wakongomani tunapenda kasifa sana, na ile kupenda sifa jwena tufeblire sana, tunakosa tunakosa mwelekeo. Mutu kama ule mwenye anatangaza general waka aseme yeye yenje alipigana, hamutakie wema ni mutu, ni mutu inafaa bana ikalisha ba muulize, ile mawazo aliitosha wapi, mwenye alimwambia aiseme ni nani? Batu kama wale ni bakukamata bana ikalisha aye bien, bazungumuze naye, bamuulize izi sifa uko na patia u generale, nikutafuta muuzishe, bamuue wala nikutafuta bamfanye nini, bamuulize. Ukirema kwa filimu, watu haiko vitu vizuri haiko vitu vizuri hata mutu apambane vita na mnaga gani hata onekane mwenye nguvu suja wa ajabu. Haupashwe kukua natangaza mtu na angali katika vita bado hayafika kwenyi, ikwa naelekea, haumtakie wema. Hata mtu kama ule ni kumuikalisha kabisa, muikalishe, mumuonye, mumukemeye, mumwambie akisubutu tena kusikia sauti yake ikwa na mutapa General mwenyiko kuvita kusudi amupatie batu Ewa. Mumu kemee sana kabisa Paparajabu. Ama, eh, asante sana tunashukuru kabisa kazi wazalendo wanafanya tu kama kuchukua Katogota ile parti ya Kamanyola bajikaze wamalizishe tu bafanye ratisaje pale baingie Nyangezi Bata. Basafishe ile maeneo yote, baingie Bukavu, sasa batugombole ile muji yetu bwana. Tunatamani tusikie Bukavu yetu ka imekombolewa kabisa eh. Na kila kitu inakuwa kama mafundisho papa Rajabu, kila kitu inakuwa kama mafundisho, njo maana Biblia nasema laini wanaye mtegemea mwanadamu na, na kumfanya kuwa kinga laki. Unajua ile kapitale yetu ya Bukavu tu Mungu aruhusu ruhusu M23 ingie pale. Mujue kila mtu pozisio yake iko namna gani? E, bako pale na wengine nabo bako pale benyi ba batu ya njala, banaona seme hapa tukikosea hapa hatutapata chakula, banajiapulike banaingia mwabo vile vile vile vile nabo bako pale eh. Lakini ile sisababishe wenzetu kukua febla, aseme tusikimbilie mu Bukavu tugomboe watu, hapana. Waendelee kabisa wagombole ile muji, na sasa wanafika mwa ile muji watajua gisia ya kufundisha wale bale benyi balikuwa upande wa M23, watajua mafundisho gani watawapatia. Mungu awatendee mema, hey, kabisa, kabisa. Mungu awakumbuke, Mungu awatumikishe kama jeshi la Gideon, jeshi la Joshua, ndivyo watumike kazi sofe nilisema kama kusudi bashinde vita hivi basibane mwanamke aseme tutalala na huyu, sababu iko mzuri, hapana. basi fanye hivyo. Basifanye hivyo. Basiguse kitu cha mtu, bapambane tu vita, basiguse kitu cha mtu basifanye piaje yenye benzapo bako banafanya hapana. Eh, asante, tunajua kama watu yetu eh, batafanya kazi na ushindi huko kwetu tu batembee pamoja na Mungu, na sisi tutawaombea. Mungu afanye mapenzi yake. Asante, na huo ndio mwisho wa matangazo yetu. Mingine tuhani majira ya saa kumi na mbili kwenye amka na Baraka 1 TV, hiokoabila Mwangaza TV na, eh, utakuwa unapata mambo mengine kutoka DRC. bye-bye.